nakumesa maliza kila kaa waondoke, wataswalia wengine. Wanataka laki moja ili maiti swaliwe dini ya Kiislamu BAKWATA wilaya wapo, BAKWATA mkoa wapo, wanataka laki moja mashehe, ili wasaliwe. Tumesema mashehe hawa tuwataki Waislamu laki moja ili waweze kuswalia na sisi. Tukasema laki moja hatuna, kama Mungu amemhukumu basi, anshebeji yangu mimiina mtomga wangu ambaye mimi ni mama yangu. Sawa? Mimi ni mama yangu. Kwa nini itoke laki moja ili iweje? Kwa dini gani? Kwa sheria gani? Hiyo laki moja alikuwa anaiomba ili iende hapo, mimi sijui yani. Maana itoke ndani ndio akazikwe. Manispaa ya Mpanda, sisi tulipata taarifa za msiba za kaka yetu toka jana saa nane mchana huyu kaka alikuwa ni mwenyekiti wa kijiwe cha mabodaboda pale ninapoishi kwangu. Kwa hiyo sisi watu wa mjini tumekuja wengi kumzika kaka yetu, lakini kumzika mwenyekiti wa kijiwe cha mabodaboda mtaa wa Fumbe ya Mnyonge. Tulipofika hapa asubuhi, tumefika vizuri, tukaendelea na mambo mengine. Baadaye wakawa wametoa sanda kwa ajili ya kumtengenezea marehemu. Baada ya hapo, tukaona na bendera ya Kiislamu iliyokuwa imesimikwa hapo imetolewa. Ilipotolewa bendera na ndugu walikuwa kwenye kikao cha familia kule nyuma, walivyotoka katoka mapaniki kwamba hao waislamu mashehe wako wanne wamesema wenyewe wanataka laki moja ndio marehemu aswaliwe. Nikasema hivi, kama wanataka hela ya sanda tutoe, kwa sababu sanda huwa ilianunuliwa, labda kuna sanda sehemu wameikopa. Niliyekuwa naye nikamwambia sitoe kwanza hela, tulia kwanza, tuone huu mchezo unakoenda. Wana ndugu akasema wao wanataka hela ya sanda, wamesema wanataka shilingi laki moja ili marehemu asaliwe. Nikamwambia hivi, dini ya Kiislamu haiko hivyo Islamu, ndugu yake Muislamu na Islamu siku zote huwa mtu kama amekufa, alikuwa asali afanye nini? Wao huwa wanazika, lakini hii na tumeiona kwa hii kijiji cha Makumbuka. Kwa hiyo sisi, naomba naambia waandishi wa habari, kwa taarifa tulizozipata, inaonekana kwamba huu ndio mchezo wao mashehe kwenye ile eneo. Na juzi juzi, mtakuja, walikula laki. Kuna mtu alikufa, wakaenda kagonga laki, ndio akazikwa. Kwa hiyo wenyewe wana, wanaona kama ni kitega uchumi kwamba Muislamu akifa bila laki wasaliwi. Kwa hiyo sisi tunaomba hili Bakata wilaya Bakwata mkoa wakae na hiki kijiji na mashehe ili walikomeshe. Huu ni udhalilishaji kwa dini ya watu wa Kiislamu, wanajidhalilisha. Naitwa Lehema Albati, ni mkazi wa Misungumilo, huku mi nimekuja kumzika shemeji yangu, lakini tulipofika hapa kwa tukasikia kwamba inatakiwa itafutwe laki moja ndio azikwe. Mi ni Mwislamu, hii sheria sijasikia jamani. Sijaisikia hii sheria hii na mimi Muislamu. Sijaisikia hii taarifa. Nimejaribu kupiga simu mjini wamesema hizi taarifa hawana. Nimepiga simu Bakwata mkoa. Hapana, nimepiga simu mpiga kwa, kwa shehe wetu wa Misukumilo. Lakini wanadai kwamba hizi taarifa hazijafika, kwa hiyo hii ni tuhuma ya huku kutu kijijini, wameamua tu wao kujitafutia sehemu ya kipato uamuzi uliotoka ulio ndio akaamua kupiga simu kwa baku, nani huko kwa, kwa mashewa kubwa wakawa wameongea ndio, baadhi ya hapo Islamu wengine wakawa wamerudi kwanza kumsafisha na kumstili. Lakini hili tunaongea kwa kweli serikali ilifuatilia ba, ya Islamu na baraza kuu lifuatilie hili. Kwa hiyo mmeshakubaliana kwamba tayari mtamstili ayo, wameshakubaliana wanamstili na wako wanamuosha kwa majina Matthew Kabeho. Ninaishi Mpanda mjini Manispaa ya Mpanda, mtaa wa Makanyagio, kituo cha waendesha pikipiki Fungwa Mnyonge. Kwa nafasi yangu pale ni katibu wa kituo cha Fungwa Mnyonge waendesha pikipiki. Tumezipokea taarifa za ndugu yetu mwenyekiti wetu mwendesha mwenye mwenye pikipiki mwenzetu ndugu Salumu ambaye ni marehemu sasa akiwa huku toka mwezi jana kimatibabu kwa wazazi wake mahali hapa. Kwa masikitiko kwa maana kwamba jana tulipigwa simu tukaambiwa amefariki. Sisi kama waendesha pikipiki wenzie tukawa na umoja wa kwamba kuja kushiriki kumstiri. Toka jana tupo mahali hapa, tulifika tukaanza tukaongea tuka, tuka na ndugu wa hapa, kwa maana ya ushirikiano wa pamoja kwa kuondokana na ndugu yetu mpendwa ambaye ni mwendesha mwenzetu pikipiki, tukawa tumerudi mjini ajili ya kusambaza taarifa kwa ndugu na jamaa. Tumefika leo ajili ya kuja kujumuika kwa maana mazishi, lakini kitu kikuta hapa ni kitu ambacho kimetushangaza sana kupitia BAKWATA ambao kwa kiabudu la Waislamu, tumefika hapa asubuhi katika mashirikiano yote na familia lakini cha ajabu kilichotokea Waislamu wa mahali hapa wakagoma kuzika, aai tuwalipwe laki moja katika kufatia, kwamba laki moja ni ya nini hajatupa ufafanuzi. Kwa hiyo kulingana wingi wetu na umoja wetu na ndugu wa jamaa tuliopo mahali hapa imetusikitisha sana, hatimaye tukaona kwamba basi kama vipi watupe marehemu wetu twende tukamzike mjini kuzeika, kifayla, zi, izi, kwa sababu taratibu za kuzika kifedha hatuzijui kwa utaratibu wa Kiislamu, maake tunajua waislamu akifa kwanza, huwa haichukui muda mrefu, anazikwa kwa sababu marehemu anapata na dhambi zake, kwa dhehebu la Kiislamu tunavyofahamu. Mimi ni Mkristo, lakini kwa jambo hili limetutia huzuni na tunasikitika sana. Hivyo waandishi wa habari, nasema kwamba tunakemea hili jambo, tunaomba uongozi wa juu, hasa Mheshimiwa Rais aweze kulisikiliza hili ombi letu la watu wote tuliopo katika jamii yote kwa ujumla. Aliza kila kitu. Sasa hivi muda si mrefu, tunakwenda kumstiri ndugu yetu Salumu. Ishu iliyotokea ni ishu ya kiuongozi na ni ishu ya kiuongozi wa BAKWATA. Kwa hiyo kila kijiji kina taratibu zake. Marehemu alikuwa na ishi mjini, inawezekana taratibu zao walivyokuwa na ishi mjini walikuwa hawajui. Sisi tumepewa maelekezo na shehe wa wilaya, amemteua shehe wa Airtel asimamie zoezi lote. Kwa hiyo mpaka sasa hivi shehe wa Airtel tuko naye humu ndani tunamalizia zoezi tuo, mwili wa marehemu tukamstiri. Kwa... nimeuguza mgonjwa wangu hospitali <coughs> <coughs> ya Falungwa. Unaona, baada ya kufiwa pale, nimefiwa tarehe ishirini na tatu nikafika kijiji cha Mtakuja. Nilipofika ni islamu kabisa, shehe wa ule msikiti ni shemeji yangu mimi. Unaona, alikuja akatoa tamko, jamani, tuna nyaraka zimetoka mkoani, zinasemaje? Akasema hivi mtu kama hafungi, haswali, michango atoi na pombe anakunywa, mtawajibika kulipa faini. Mkikataa kulipa faini, atazikwa bila kusaliwa. Je, mko tayari ndugu yenu azikwe bila kusaliwa? Tukasema hapana, mimi binafsi nikasema hapana. Labda we mjomba, unasemaje? Mjomba akasema hivi, tutalipa. Na mimi nikajibu jamani, tutalipa? Mtalipa. Yee, ndio tukawa tumekubaliana. Kukacha asubuhi kabidi tulitoe sasa kwenye familia. Hatukuwa na shida yoyote, ilichangwa ile laki na ikalipwa, ndugu yetu akasaliwa. Unaona? Hivyo tulijua hili la leo kama huyu mama hajashiriki michango yoyote au marehemu hajashiriki michango yoyote kwa sababu alisema ni agizo la mkoa. Cha kwanza ni kulipwa laki ili asaliwe. Si ndio hivyo? Wakikataa basi azikwe bila kusaliwa. Unaona? Sisi tulikuja Kiislamu na vifaa vyetu vyote vya Kiislamu, tumefika pale tukaanza kusoma kasida. Wakaita kikao cha wananduu. Baada ya hapo, wakatoka kule, wamekuja kwa Jazi Bakari na kusema, shusheni liwaya hapa, hakuna kisomo, anazikwa bila sala kwa sababu hapa aeleweki, hajatoa michango yote na alikuwepo hasaliwi, hasali hivyo, hasaliwi. Ndio zogo likawa kubwa, ndio si tukajinusuru, tukatoka kule maana kashfa zimekuwa ni kali, tukaja kukaa huku pembeni. Lakini hiki kipengele, nyaraka zikiletwa hapa, mpaka sahihi kabisa ya Shee wa mkoa ipo.